Ha, Hi, how are you, baba? Hi, um, okay. Um, nataka niende straight to the point. mm -hmm. uh -huh. Um, nilikuwa nataka kuna maswali machache sana. Ongea so, you... kwa Kiswahili ili kila mtu ambaye atasikiliza hii aweze kuelewa na kusikia kwa ufasaha. Ndio. Okay. Swali so, la kwanza ambalo ningependa nikuulize ni kwamba maisha yako maisha yako bila baba kuwepo kwenye maisha, yani bila baba yako kuwepo kwenye maisha yako. Mm. Maisha yakoje? Yani, how is life without your dad? No, no, no, naomba uongee vizuri, toa mdomo wapo, nauongee vizuri nisikie kusema kweli ni, no, no, no, no, no, no, no, ni... kawaida mm -hmm. ni mazuri si hatu sio kama hatutaendelea na maisha, maisha yanaendelea, lakini lakini kuna muda unaweza kujisikia kama kama mtu yupo kwa maisha yako, like kuna kitu kinakosekana kwa maisha, lakini lakini tunaweza kuishi bila baba baba, muda kwa muda, kama kuna kasoro kwa maisha yako. I'm talking about you. Sasa kwenye maisha yake to be honest, maisha yanaendelea, sio kama maisha yanaendelea, haujisikii upweke, moyo kuuma, yaani haujisikii vibaya kwamba kwa nini hayupo kwenye maisha yangu? Yaani ni vitu gani kichwani kwako kwa unajiuliza kuhusu yeye? hajisikia najisikia vibaya, lakini to be honest life is, life is, inaendelea vizuri but hata at, kama hayupo mm. So maisha bila baba ni kawaida but lakini kwa muda utasikia kama kun, una kasoro kwenye maisha kama kuna kitu kinakosekana. Mm, ndio. Maswali gani unajiuliza kichwani kwako kuhusu yeye au kama ikitokea umepata ume umemuona, yani ni maswali gani ambayo unatamani kumuuliza, ambayo wewe kichwani kwako unajiuliza, labda hujai hata kuniambia mimi, lakini unajiuliza wewe mwenyewe sana? hmm. kusema ukweli sina gao maswali hmm. Ayani, I just, napenda tu kuwa ku, ku, ku, si, si, na muda na, naye kujiuliza maswali about that, napenda tu kuwa nae hmm. na time naye lakini mm-hmm. huna maswali yoyote ambayo kichwani kwako unajiuliza? Sina. Kwa maisha yako yako tu perfect? Ndio. Okay. Uh, ikitokea umekuwa mkubwa labda ndio umekuja kuonana naye akishakuwa ukishakuwa umekuwa mkaka mkubwa, una kazi, una maisha yako, na akakutafuta labda anahitaji msaada wako, au anataka ukaribu na wewe? Nitakubali. Mhm. Nitakubali. na utamsaidia ndio. Okay, kwa hiyo moyoni mwako hauna chuki na yeye, yani humchukii. Sina sababu, sijai kuishi naye Ha? sijai kuishi naye Okay, hata kwa hivyo tu mbali ambavyo humuoni yani sina chuki. una chuki yoyote yaani we uko tu kawaida? Ndio. Okay, na maisha yako yanaendelea. Ndio. na maisha yako yanaendelea, as long as unapata, ndio. Na mama ndiyo. Hmm? Sababu na mama, kama ningekuwa mimi sipo, maisha ikikuwa sio maisha. Hmm? maisha ikikuwa sio maisha eh. Hey. Okay, uh, ukiambia ikitokea sasa hivi amekuja, ame, ame na anataka kukuchukua ukaishi naye, are you ready? Hapana. Kwa nini? Si, kwenda hivyo Without... hivo without without hata experience ku experience, sababu mtu anaweza kuja ghafla na kuja kwambia naomba kuchukua. It's not right, siwezi kuja me I have stayed like 11 years and I come to you anakwambia, let's go, it's not right, so I will not accept by the way. At least uwe na experience na mtu, ndio kwanza unaweza kwa naye yani ni kama mtu anakuja kwako, hujawahi mm. kumuona hujawahi kumsikia mm. anakuja kwambia akwambia wanataka kuwa marafiki mm. yani hivyo hivyo tu bila bila yani bila hata kukaa naye yani just comes out of nowhere mm. It's, so it just feels not, not good and I want siwezi kukubali hapo hapo okay. um, what else? Well, um, ukimwona siku ya kwanza utakayekutana naye ikitokea ume umeonana ume naye, sasa siku ya kwanza kabisa swali gani utakalomuuliza? Swali gani la kwanza kabisa utamuuliza kama ametaka niongea naye? hmm. Swali la kwanza utakamuuliza utamweza ulikuwa wapi? uh -huh. So because it's not, it's not good of not taking care of your son or your child after after getting one. mm. It's not good to wachivo ive You should take care of them because a man is only complete only when he fulfills his responsibilities mm. A man who does not fulfill his responsibilities is not a man

You cannot start building a house and leave it hivo hivo Some people they, they may want to build there and you can deny them but you, while you, you are doing nothing. So I think it's not good. Every man should fulfill his responsibility as a man. Okay. Um, ushauri gani unao kwa wale wakina mama ambao wanawajaza watoto wao sumu, yaani wanawaambia watoto wao bad things kuhusu baba zao. Ni kitu gani ambacho wewe unatamani kukwambia? Kwanza, mimi nimeshai kukwambia kitu kibaya kuhusu babako? Hapana, eh? No, no k okay. Una ushauri gani kwa wazazi ambao wanafanya hivyo? Wazazi ambao wanafanya hivyo it is actually in a, in a, it's creating chuki. Nakuta mtoto anaambiwa babake alikuwa mtu mbaya kuta, mtoto hataki hata kumsikia kuhusu babake, afu ukuta baba yake it was just that aenda kujitafuta mm. so, he, so when he comes back ashajipata si ndio mm. mtoto anaanza kumkataa because the mother anasema vitu vibaya about this about that mm. you may see, for example, for example, baba mm. he has gone tunani hiyo to, to alafu like, uh, uh -huh. huyo mama sababu kameondoka for like 14 years uh huyo mama anaweza kufikiri nani liu that father has gone forever because hajakaa naye ajakaanaye mtoto ameishi bila bila baba so may think that mama akaweza kumwambia mtoto about bad things and which is not good, you may see that father is working very hard just to have a good life and the father father comes back and uh, after coming back she can she can see that the, the child has a lot of hatred in him Be just because of lies from the mother so and that is not good should not create bad bad relationships among people in the society na kitu kikubwa ambacho Mungu anatufundisha ni kufanyaje? Tusamee. Ndio? Yes na kumwachia Mungu yeye afanye kazi yake, yes. Sio, sio kazi yetu wala sio jukumu letu kuhukumu watu ndio. Yes. Okay. Mwanangu, um, una chochote cha kusema kabla hatujamaliza hii interview ndogo, kwa sababu mi na wewe tutakuwa na mazungumzo mengi sana ambayo tutakuwa tunayaweka watu waweze kusikia na waweze kujua kupitia wewe una chochote chochote cha kusema cha mwisho kabla hatujamaliza? Na e, eh, nasema tu every person at, kila mtu hata, unajua uh, yeah, it's not only father who leave mother sometimes, ukuta mama mm, an, anafuata hela to be honest mm -hmm. sometimes mothers follow money or the the, unaacha watoto mtaani mm, mtu ambaye hata mjui mtoto anakuja kumlea. So I used to advise everyone, kila mtu tkiwa awe na nani vitu vyake vya kufanya only about yake sababu hata sometimes mothers wanawacha fathers so with the baby anampa shida so, baby, so it's not, it's not good so kila mtu anatakiwa fanya majukumu yake according to how I've alivyopewa

Msiwafundishe usi vitu vibaya, usiwatie chuki, waonyeshe upendo, ili waweze kujaza zile nafasi ambazo zinakosekana kwa baba zao, sindio? Lakini sio mgumu sana. Sometimes children can have negative thoughts, mm. So unakuta unaweza kujiumiza just because of you. So, just sometimes try to, try to hata kama unawapiga, don't be too harsh on them, wapiga kuwafundisha, yeah wasiwapige bila makosa, ndio au, kumalizia hasira zao ambazo wamepewa na baba zao, kuwamalizia kwa watoto, ndio Si ndiyo? Yeah. Okay. Anything else? mm. au kwa leo tunaishia hapo, tutakuja next time kuongelea yes. Kitu kingine yes. ok. Bai, baba I love you, I love you too. Babangu mzuri.